Ukiwa bado kuna apena, na kutaka kazi. Ni kweli kwamba kifo chake ya askofu mkuu Rugambwa kimewasikitisha wengi ambao tayari walimwonea huruma tangu mwaka elfu mbili ishirini na tatu hali yake ya afya ilianza kudiakuwika, na hii ikiwa ni baada ya kushambuliwa na kiharusi na siku hiyo ya Jumanne jioni tarehe 26, makamuu Mwenyezi Mungu alikupenda kwa kwake. Kwa dada mpendwa Yasinta, ndugu jamaa na marafiki wa familia, na kwa namna ya pekee ndugu yake ndugu yetu Abetusi aliyemhudumia siku zake za mwisho. Hali hii itakuwa itakuwamuakipea sana tukikumbuka kuwa miezi sita tu iliyopita walipomwaga mdogo wake na askofu mkuu Gava marehemu Profesa Swbak, ambaye wakati fulani alijitolea kuuguza kaka yake alipokuwa Nzela, na baadaye akajitolea tena kuwa naye alipopelekwa Roma mwaka jana. Na kwa kweli Switbat alifuatilia kwa karibu sana hali ya kaka yake mpaka alipoaga dunia.

na waombeeni, tuendelee kukua katika imani na matumaini, tukibarikika na kujiaminisha kwa ndugu yetu huyu. Atapumzika katika raha ya milele shida kama kule ambako hakuna maumivu, bado kama zile aliyozipata batatoa bandu makapomyani kule ambako kifo hakitampata tena. Tunakuwa na imani hii

hayo mema tunayongombea minyeni huyu aliyelala hapa kati yetu. Kwa wale waliofahamu au wale waliobahatika kukutana naye hata kwa muda mfupi, wataungana nami kwa kusema kuwa kweli mtu huyu amestahili, na tufurahi kwa yale ameyasema Yohana katika waraka wake wa kwanza, kuisikia ilepunde kuwa sisi tunajua chakuwa tumepata na tumepita kutoka mautini kuingia usimani, kwa maana kwa wapenda Mungu. Ni maneno ambayo yanampangwa mazuri sana ndugu yetu huyu ambaye kwa sababu ya upendo wake mkubwa usio bagua alionyesha wakati akiwa hai, na tumuone kama mtu ambaye alishapita kutoka mauti na kuingia usumani, kwa mema mengi ya upendo aliyoyapeleka au kuyawezesha. Koweni, Askofu mkuu Novatus Rugambwa hakuwa kama hao wabali wanaosemwa kwenye somo hilo, yaani wale ambao hawapendi na hivyo wakakaa katika mauti, wale wanaowachukia ndugu zao na kwa namna hivyo wakawa wauaji. Yeye alikuwa kinyume namaa, hakuwa mwuaji.

binafsi na dunia mbalimbali zilizopo hapa jikoni zimebaki na majini ambazo kwazo, na waomba kumkumbuka na kumwombea daima, ili Mwenyezi Mungu ampokee katika upanga wake wa mbinguni, kama anavyotaka yeye mwenyewe, kwa wote uliyafanya mapenzi yake. Sitaki kuyataja mengi yaliyoyafanya na ninayoyafahamu nini yaliyotoka majimboni na vivyo hivyo, ninavyomfahamu kaka yangu huyu Novatus, asinge asingependa kusikia yanasema hayo aliyoyafanya, kwani hakuwa na tabia hiyo ya kujitangaza, na ninajua kuwa aliyafanya haya kwa kusukumwa na upendo wa pekee na na aliyokuwa na na na nao na mengine yanatajwa katika utangulizi juu ya maisha yako. Moja tu ambayo ambalo napenda niseme kuhusu hali

wake hapa Tanzania haukubaki katika jimbo la Bukoba tu, bali inaenea hata kwenye majimbo mengine nchini Tanzania na hata kwenye jamii yetu ya Tanzania kwa ujumla. Kwa hili la mwisho, inatosha kuyasoma yaliyokwisha ikwa kuhusiana na moyo wake wa huruma na upendo aliouelekeza kwa watoto maskini na akawezesha kuwapata masiko Maria ambao wako wanafanya utume kwa faida ya vijana wanaotoka katika familia maskini, wakiwezeshwa kitaaluma na kiufundi kwenye masomo mayo ya amani kwenye shughuli zao huko jimbo kuu la Dar es Salaam na jimbo kuu na Dodoma. Nilifarijika niliposoma homilia aliyetoa Kardinali Pietro Parolin, katibu

upendo wa kuchungaji na kusali vilivyompa nguvu na kumsaidia katika utumishi wake wa kidiplomasia na katika mahusiano aliyofanya na watu wa mataifa. Mtu wa uadilifu, huruma, uvumilivu, unyenyekevu na mwisho kitoa sadaka. Yote hayo yalimwezesha kufanikiwa katika utumishi wake. Tunapokuwa tunawaombea marehemu, liturujia yetu ya kanisa Katoliki kutupa nafasi ya kuiandilisha fumbo la Pasaka, yaani kifo na ufufuko wa Bwana. Ni wakati mama wa kanisa anapotaka tuingie katika ukomako wa imani, ili kifo si mwisho wa maisha, bali mwendelezo wa maisha mwanzo wa maisha ya uzima katika Kristo kwa yeyote aliyokufa akiwa ameungana na Kristo. Ndugu zangu, kwa yote hayo uliyataja hapo juu na yaliyotawala maisha mtumishi wa Mungu tunayemwombea na kumsindikiza leo ni waandike tena, tujiaminishe kuwa amekufa akiwa ameungana na Kristo.

Zawadi hiyo mtumishi wake vipaji na uwezo mkubwa uliojaa imani na fadhili za Mungu. Ni furaha kwenu Askofu Mkuu Rugambwa alikuwa na zawadi kote alikuhudumia na akaonyesha kuwa ni rahisi kuipata na kuleta furaha ya Mungu na utukufu wake, yes, na tukaanza konja tukiwa bado aa kipo chake kinatuachia pia changamoto ambayo ni kazi ya kujitahidi kufuata nyayo zake na kwa yanu kuyafanya yale mema aliyoyatenda na yakuonekana wazi weni kawaa mwisho kifo cha guru huyu aliyerudi kwa mumba wake katika umri wa miaka sitini na saba na siyo themanini wala tisini kitukumbushe kwamba maisha yetu ya hapa duniani hupita haraka. Kama rafiki yako mmoja aliniambia siku moja kwamba sisi tunatembea na kifo, nacho kifo tanimwene tunapaswa kumbe, tuliweke tayari daima kama wale wanawali watano ajokosara tuliowasikia kwenye sehemu ya Injili ya Mathayo iliyosomwa leo, ili kifo yani huyo mwanaharusi kinapokuja kikukute tukiwa tukijiandaa na tuwe tayari kuingia naye arusini mwa Bwana kwa furaha ya milele isiyo na mwisho. Basi ndugu zangu, tuendelee kujiandaa na kuwa tayari kwa ajili ya kukutana na Bwana wetu katika utukufu tukiwa tumezijaza mafuta gasetu, yaani kwa kuimarisha imani yetu tukishughlia Kristo katika maisha yetu kwa maneno na matendo yenye kupendeza Mungu na jirani, ili siku hii itakapofika, tuipumie kwa furaha na kuwa tayari kuingia katika ufalme wake. Tuendelee kumwombea askofu Rugambwa aliyeshuhudia imani yake kwa tabasamu, hata alipokuwa animateso na kajiadilisha kwa kwakupamaa